Katika uzinduzi wa mradi wa boti ya ukaguzi na doria uliofanyika leo Aprili 8, 2025, kupitia mbio za mwenge wa uhuru, kaimu afisa mtendaji wa kata ya Dunda Bi Judith Mayunga ametoa shukrani zake za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kufanikisha upatikanaji wa boti hiyo kwa ajili ya shughuli za doria na ukaguzi. Akizungumza na Netpro News, Bi Mayunga amesema kuwa boti hiyo si tu kwamba itasaidia katika shughuli za doria na ukaguzi bali pia itakuwa msaada mkubwa katika juhudi za uokoaji pale majanga yatakapojitokeza kwa jina naitwa Judith Mayunga cheo changu ni kaimu afisa ya mtendaji wa kata ya Dunda tunamshukuru Mwenyezi Mungu leo tarehe nane mwezi wa nne mwaka 2025 tumeweza kupokea mwenge wa uhuru kata ya Dunda kwa upande wetu kata ya Dunda tunamshukuru Mheshimiwa Rais mama yetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea boti hii ya MV Bagamoyo DC. Boti hii ya MV, MV Bagamoyo DC itaweza kutatua changamoto ambayo ipo kwenye kata yetu ya Dunda hasa kwenye shughuli kubwa za uvuvi. Mfano, boti hii itatusaidia pia kwenye doria, ambayo ukiangalia kwenye upande wa bahari kuna mambo mbalimbali yanajitokeza. Mfano, inaweza katokea chombo kimezama baharini, lakini saa nyingine chombo kimeharibika baharini. Kwa hiyo boti hii itatusaidia kufanyika kwa doria lakini pia kwenye uokoaji katika upande wetu wa bahari pamoja na wafanyabiashara ambao wanaofanya huku baharini. Nashukuru pia boti hii itaweza kutusaidia kwenye shughuli mbalimbali za uvuvi au shughuli za bahari. Mfano, baharini kwenye kata yetu hapa tuna shughuli za mwani, majongo bahari, unenepeshaji wa kaa ambao unafanyika baharini. Kwa boti hii itasaidia wa wajasiriamali wa ambao wanashughulika na shughuli hizo kufanya kule doria kwenye shughuli zao wanazozifanya, lakini pia itasaidia pia kwenye uokoaji kama kuna changamoto tutajitokeza kwao. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea boti hii, tunashukuru sana. Tunasema Mama Samia mitano tena. Nikiripoti toka hapa Dunda, Bagamoyo mkoani Pwani, ni mimi Risasi Mohamed, Netpro News.